Tukianzia Marekani, ambapo Mrepublican Donald Trump amekuwa rais wa Marekani kwa siku mia moja. Kimekuwa kipindi cha hekaheka nyingi heka za kisiasa na kiuchumi. Lakini ni ahadi gani ambazo amezitimiza? Na je, Wamarekani wanafikiria vipi kuhusu nchi yao kwa sasa? Ripoti ya mwandishi wa DW Kala Blaker inasomwa na Bruce Amani. Januari 20, 2025 ndio ulikuwa mwanzo wa urais kwa mara ya pili kwa Donald Trump. Tangu aingia madarakani, mengi yamebadilika katika siasa za Marekani kiasi kwamba ni vigumu kuamini kuwa ni siku 100 tu zilizopita. Iwe ni mabadiliko ya kimsingi katika sera ya mambo ya nje ya Marekani au kuweka ushuru kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje, hakuna hata siku moja inayopita bila ikulu ya White House kutumika kama chanzo cha habari muhimu za dharura. Utawala huu wa pili wa Trump unaigawanya nchi hiyo kuliko hapo awali. Hata wakati hayo yanafanyika, wengi wanauliza, je, ni ngapi kati ya ahadi ambazo Trump alitoa kwa wafuasi wake kabla ya uchaguzi wa Novemba mwaka jana ambazo rais huyo wa Marekani kweli ametimiza? Tuanze na mzozo wa Ukraine. Mnamo Mei 2023 katika hafla moja jimboni New Hampshire, Trump alisema ikiwa atachaguliwa atamaliza vita vya Ukraine mara moja, lakini vita bado vinaendelea na Trump amelazimika kukiri kwamba hajaweza kumaliza mzozo huo. Utawala wa Trump unashughulikia aina fulani ya suluhisho la upande mmoja, lakini bila ya uungaji mkono wa washirika wa jadi wa Marekani na kwa makubaliano yanayoonekana kuwapendelea Warusi kuliko wa Ukraine. Sera ya uhamiaji ilikuwa moja ya masuala ya kampeni ya Trump. Kwenye hafla mjini New York Oktoba 2024, aliahidi kuwa kama atachaguliwa ataanzisha mpango mkubwa kabisa kuwahi kushuhudiwa katika historia ya Marekani wa kuwafukuza wahamiaji haramu. Trump alisema atawaweka jela wahalifu waovu wanaosababisha umwagaji damu na kisha kuwafukuza katika nchi haraka iwezekanavyo. Mpaka sasa mpango huo haujafanyika kwa kasi. Mwezi Februari ambao ulikuwa wa kwanza kamili tangu kuingia madarakani, serikali ya Marekani iliwafukuza karibu wahamiaji elfu kumi na moja katika kipindi hicho. Mwaka wa 2021 ikiwa ni mwezi wa kwanza wa utawala wa Joe Biden, idadi hiyo ilikuwa karibu watu elfu kumi na mbili. Trump alifanya kampeni akiahidi kuwa uchumi wa Marekani utaimarika chini ya uongozi wake, na hata moja ya kauli mbiu zake ilikuwa ni kuifanya Marekani kuwa nafuu tena. Hii imetokea kwa baadhi ya bidhaa kama vile petroli bei za safari za ndege na za vyumba vya hoteli pia zimepungua kama tu ilivyo kwa mfumko wa bei. Hata hivyo, kwa Wamarekani wengi, manunuzi katika maduka ya jumla bado ni ghali kama tu ilivyokuwa wakati Trump alipoingia usukani. Na baada ya kuchaguliwa kwake, Trump alitangaza kwamba atakomesha sera ya mipaka iliyo wazi kabisa na nakisi ya kibiashara ya Marekani. Mwezi Aprili, utawala wa Trump ulianzisha mfululizo wa ushuru wa kinga kwa karibu bidhaa zote zinazoingizwa Marekani. Kwa hivyo ahadi hiyo imetimizwa. Hata hivyo, hii inafanya baadhi ya bidhaa kuwa ghali zaidi kwa watumiaji wa Marekani na kuhujumu mahusiano yaliyopo ya kibiashara.